Kuwa na amani na watu wote, huo ndio utakatifu wa kwanza. Kama bado upo kanisani na kushauri leo, mimi kama bado upo kanisani, huwezi kumsalimia jirani yako, na kushauri rudi nyumbani, ishi maisha yako, unapoteza muda. Kuna wakati ambao tunaweza tukajifariki ya kwamba mimi ninahubiri huo. Yes. Utakatifu haupatikani pasipokuwa na amani watu wote. Yes. Inakutasea jula mwanamtu anapita, unasikia kuumia. Unaumia nini? Kuwa na amani na watu wote, baada ya hapo takuona utakatifu. Jambo la nne, kuwa mtu wa maombi. Ndio, na tafsiri ya maombi hii ni mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Mungu na kati ya mwanadamu na Mungu. Tafsiri ya maombi ni mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mwanadamu na Mungu. Muulize jina lako, unaongea na Mungu kwa namna gani? na na kwa namna gani? Yawezekana kuna wakati mwingine hatuna haja tena kuhimizana kuhusu maombi. Watu wana njia zingine labda za kuwasiliana na Mungu, labda Unawasiliana na Mungu kwa namna gani? Kama unakuwa Kristo ambao umempokea Yesu, lakini ndani yako bado ia ya maovu, sahau kuhusu habari za uongo ndani yako. Wafilipi 4:6 Msijisumbue kwa neno lolote niyo, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Amen, amen. Biblia inasema kwamba msijisumbue kwa jambo lolote, msijisumbue kwa kusali na kuomba. Sasa kama wewe ni Mkristo, kama wewe ni mwenda mbinguni, lakini bado kuna mahala ambako huoni umuhimu wa maombi, tambua hata uokovu wako hauna umuhimu ndani yako. Ili uweze kuishi na kutunza uokovu ni lazima uwe mtu wa maombi. Amen. Jambo la tano, kusoma neno la Mungu.

Si kama chakula unachokwenda kula hotelini, ukiamua kula, usile. Ukiamua kuokoka, ni lazima ukubali masharti ya huko, yes. Ukikubali kuokoka, ni lazima ukubali kutunza huko, yes. Maisha haya ni maisha ambayo wakuwa unatunzwa na wewe mwenyewe, yes. Wakuwa utunzi na familia, wakuwa utunzi na jamaa, unatunzwa na wewe mwenyewe Wako wetu tumeupata. Kuna mahala ambapo ilifika hatua tukakata tamaa. Kuna mahala ambapo ilifika hatua tukarudi nyuma, lakini tkaboo kwamba bado neema ipo, bado neema ipo ambayo inatosha juu ya maisha yetu. Kama kuna mahala ambako unaona kabisa wako wako hauko vizuri, karibu tuombe pamoja. kuna mahala ambapo hauko vizuri, labda kuna mahusiano na jirani, kuna mahusiano na Mungu. Tuombe Mungu, naye Mungu ni mwaminifu. Na baada ya maombi haya, hata maisha mapya atakapoanza kushangaa kwa kushangaa, kwa sababu ndani yako unajua ni kitu gani.